Haleluya. Tutakwenda tusomee hapo akuliapata Kitabu cha Zaburi. Somo linasema vifungo ni vizuizi vya mafanikio ya maisha ya kiroho na kimwili. Amen, amen. Kiroho unazuiliwa, kimwili unazuiliwa, na wanaanza kuzuia rohoni, kimwili wanamalizia. Unaweza ukawa na uwezo wa kufanya kitu, lakini kama umefungwa kifungo, kile kitu hakiwezi kufanikiwa Unaweza ukaa ni mzuri, una nafasi ya kuolewa, unapendeza, lakini huwezi kuolewa, na uzuri wako umekufunga. Unaweza ukaa ni mzuri, una hela, una pesa, lakini hizo pesa huwezi kuzitumia kwa namna ambayo inatakiwa, unatumia kwa unatumia mambo ambayo hayaeleweki. Bwana sifu sana. Hebu tusome hapo, anasema, nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti zilizunguka mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu ya yakaruni mwake kilio changu kikaingia masikioni mwake. Bwana, unaelewana, unaeona erom. Nimesema vifungo eh, ni vizuizi vinavyozuia maisha ya kiroho na kimwili, yani yaani mafanikio. Unaweza kuhangaika siku zote na kila kitu, lakini uakufanikiwa kwa sababu wamekufunga kamba miguuni, mikononi, na hivi vifungo viko kwenye madhabahu. Na ninaposema vifungo, sio vifungo bila ambavyo tunafungwa kimwili. Vifungo maanake, unafungwa kwa maneno. Kila neno ambalo lilisikika kwenye maisha yako lilienda kujenga mahali ambapo Mungu alipotengeneza. Kwa hiyo patakatifu, shetani amejenga neno la uovu, ili lilete uharibifu badala ya kuleta ushindi wa kushinda mambo mazuri yatakayokupa faida. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo anasema kamba za mauti zilizunguka, mafuriko ya uovu yakaletea hofu, na mtu yeyote aliyefungwa huwa kila siku anaogopa, hawezi kufanikishwa Nguvu za giza huwa ndio zinazoshughulika kwenye uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Unaweza ukawa na kitu chochote cha msingi, lakini kile kitu hakiwezi kufanikiwa kwa sababu wameshafunga. Mimi juzi nilipoona ile maono, nilimshukuru Mungu sana na mtembea naye. Kwa nini ninaona kuna wakati tunaelekea? Unajua kila mmoja hapa ana maono kama umefungwa unaweza usione maono. Unatazamia nini mbele ya safari yako? Daudi alikuwa anatazamia kwamba akitoka kwenye hali ya kuchunga kondoo atakuwa mfalme. Yusufu alikuwa anatazamia kwamba akitoka kwenye hali ya uasiboi atakuwa waziri mkuu, lakini ilimlazimu kifungo kifungwa alichofungwa na uko wake kifunguke Kifungo limesema ni kizuizi. Daudi alizuiwa, alikuwa anazuia na baba yake aziende kule vitani, alikuwa anazuia na ndugu zake, lakini yeye akaenda kwa nguvu, kwa jina la Yesu. Amen, amen. Kwa hiyo kamba za mauti, kamba za mauti zinatoka kwenye ufalme wa Shetani. Tukisha fungwa, tulipozaliwa tulifungwa. Niliwaambia nikasema hivi, Yesu alikuja kufungua kilichofungwa Tunavyoona tunavyohangaika na maisha ya dunia, unaona. Kwa mfano sisi tuliokoka wenyewe, sisi tuliokoka wenyewe tumefungwa, kama ninavyojua. Mbona kama tumeokoka hatuishi kwa hekima hiyo kamili? Mbona kama tumeokoka hatunyenyekei? Mbona kama tumeokoka hatuna upendo ule unaostahili? Mbona kama tumeokoka hatuwasaidii wale ambao wanahitaji uhitaji? Haleluya! mbona tukiokoka hatufanyi yale yanayopendeza Mungu. Vifungo vinazuia wapendo. Nataka kunielewa, nilisema hivi kwamba tunachokifanya hapa hapa tu hapa duniani ni kumtumikia Mungu, sio kutumikia maisha yetu. Haya maisha tuliyo nayo ni ya ziada. Kama kuna mtu anataka kufanikiwa hapa ulipo hapa, hapa, kwa akili zake na kwa nguvu zake bila kufunguliwa, twende. Nilisema wengine hapa ndio watarudia kwa kila mmoja na uta, utakuja kumkumbuka baadaye, unakuta kwaona kwenye vyombo vya habari wa Isaya Elina yao, kwenye mitandao mikubwa na gari lake. Akishafunguliwa anarudisha uchumi wake, anarudisha sio kesa sio kusema tini ni ng'ombe yangu. Ah, utakuwa na meng'ombe kwa jina la Yesu na watenda kazi, kwa sababu ni kilichodhibiti kwenye maisha yako. Unaona, katika ulimwengu wao wamechukua uchumi, zile nguvu za giza zimefunika macho yako. Wewe una uwezo, una plani kubwa ya kufanikisha mipango mikubwa, lakini kila unapolipanga jambo, linakuja wazo baya kwenye wazo zuri. Haleluya! unapotaka kufan, una kufanikisha jambo, shetani anakuja na wazo na kusema uwezi, anakuletea hofu kwa jina la Yesu. Lakini tukiisha funguliwa kinachotakiwa kufunguliwa tu, sio kwamba eti mpaka uwe na pesa. Pesa zitakuja baada ya wewe kuwekwa huru. Kamba zimekuachia, ninyoole amekuachia, mazao zimekuachia. Tukikuita watumishi wa Mungu, unajua sasa sasa hivi wachungaji wanapata shida kwa sababu shida inayopatikana kwamba tunachunga watu ambao wanataka kujichunga. Walezusa mtu hataki kuonywa, hataki kuambilika, ataki kuambiwa. Sasa atapataje kupona kwa sababu kusudi la huyu mchungaji ni kusimamia mambo ya mtu huyu yapone ya kiroho, yapone ya kimwili, apone afya, apone mafanikio yake yarudishwe. Bwana Yesu tuwe sana. Kwa hiyo tunataka tufunguliwe vifungo. Tusihangaike na vitu vingine, tunahangaika sisi na hili na lile na lile. Jipime tu kwenye uhuru wako wa kiroho. Unafanikisha mapana. Yaani, jambo la kwanza nimesema watu tumefungwa kwenye neno la Mungu. Hatusomi neno atuombi. Jambo la pili linakuja kwenye maombi. Shetani akifunga kusoma neno anakuwekea ubize, na ukikuta, ukitaka kwamba mtu atakufa, ni pale ambapo neno alipo, anakufa kifo cha kiroho. Akisha kufa kifo cha kiroho, anabaki hana nguvu ya kufanya chochote kitakachompa mbinu ya kumshinda adui. Anaanza kumsaidia adui kumtia nguvu, yaani adui anakaa upande wa adui, shetani, anaanza kushabikia mambo ya shetani, kwamba watumishi hawana kitu tena, hawana kitu tena, hawana kitu tena. Unajua tayari yuko upande wa shetani, ametekwa. Sasa shetani anamtumia wazi yake, watumishi wa Mungu watukane watumishi wa Mungu, anatumia nafasi hiyo. Lakini ukiisha funguliwa, mtu aliyefunguliwa, wapendwa, ha, ha, yaani unakuta, ndio maana unaona Yesu akasema

Ufuta mchungaji ja na kuonya kwenye uongo, acha njia hii, rudi kwenye hii, kujua wewe unakupoteza. Lakini watu hawataki kuonywa. Kwa sababu anataka ukimwambie tu utafanikiwa, utafanikiwa. Utafanikiwaje wakati ujapata msingi wa kutoka kwenye agano la mauti? Mungu alikufunga tangu utoto ulipozaliwa. Nilisema ulipozaliwa tu, tumboni mwa mama yako. Ulipotoka tu kitovu kiko wapi? au zile pingu wanazofungua na watoto wadogo, mnadhani ni urembo. Ni urembo tuone, tubangili tu ni urembo, tuone tubangili sasa hivi tu, namba ya CCM sijui ya namba nini na namba ya nani ile ya nini, namba ya sijui kama Tanzania, ile alama ya Tanzania ni, ni urembo. Ni urembo, kiunoni wanafungwa ni urembo. Tulifungwa wote, sio kwamba hakuna kufungwa, hata sisi tulifungwa kwa kusudi la kuendesha lile agano la kuzimu. Nguvu zetu zimenyonywa, tunatupiwa magonjwa, tunatupiwa uovu, tunatupiwa mateso. Lakini haya mateso yote ili yaondoke, lazima tumrudie Mungu kwa mioyo yote, Amen. Yesu alikuja kufungwa, ndio maana akasema, njooni kwangu ninyote msumbukao na wenye kuelilahi nani mtafanya sasa. Mizigo unaijua ni nini? Kama ni ulikuwa unasema utumishi, mizigo sio kubeba magimbi -ma kwenye pikipiki, mafurushi ya mkaa. Mizigo ni mani, mateso, amen. Sasa so, sana hiki kitabu cha Isaya ukisoma pale Isaya 63, Isaya 63, ile mstari wa 9, anasema katika mateso yao yote yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa, kwa mapenzi yake na huruma zake aliwakomboa mwenyewe, akawainua akawachukua siku zote za kale. Lakini wakaasi wakamhuzunisha Roho Mtakatifu, kwa hiyo akawageukia akawa adui zao. ya, ya, yani Mungu anapokuokoa wewe anakuondolea mateso, vifungo vya mateso kwenye ukoo. Wanapokutumia mateso kwenye ukoo yasikupate kutumia mateso kwa waganga usikupate. Wanapokutumia filimaso ni magonjwa usikupate yale. Umetenganishwa na madhabahu zote kwa jina la Yesu. Amen. Sijui kwa maana, maana Yesu aliteseka ili mimi na wewe tusiteseke. Sijui kwa maana. Amen. Aliteseka ili mimi na wewe tusiteseke we. Sasa leo hivi vifungo tumevunja. Ni ila ziko shingoni tumevunja Watu watavunjia mafuta vitambaa, eh, shetani anavunjia mafuta hivi. Nadhani kwa nini shetani ana hasira na, na mtu ambaye ameokoka kikamili. Hata wewe mwenye ukiokoka ukisimama kikamili, kwa nini watu wengi wanajitenga na wewe? Yako maroho yako ndani yao, adui yuko ndani ya mtu hayu unapotaka kukosana na mtu. Ndio maana nilisema tuko hapa, mimi siwendi na rafiki yangu, lakini roho ya uovu kiingia ndani yako, mimi ni adui yako Uadui unaanzia kwenye roho ya uadui ya shetani. Ikiingia tu roho mbaya ndani ya moyo wako, inakutenganisha na mimi. Ikikutenganisha na mimi, manake unakuwa adui wa kunisa kuni, kuni piga kwa maneno, kwa jina la Yesu. Lakini waliopatana katika roho moja, roho mtakatifu, hawawezi kwenda kinyume na neno lolote. Watapendana, watajaliana, watainuana, watasaidiana. Eh? Yeah. Watajaliana hali. Umeokoka? Leo tumeokoka hapa hata kusaidia mwingine kumwambia unaendeleaje? Sio kifungo hiki. Haleluya. Kifungo unaanza kufunguka taratibu. Ndio maana ukitaka kujua kwamba sisi ni wafungwa, na nilisema hivi ni kuambia, nikasema hivi. Wakati mwingine tujipime kwamba tutaenda mbinguni au tutabaki hapo. Unje mimi nadiuma sana, hii adhabu ninaiona kuzima. Kwa siku moja Mungu amefunua, wakati naomba hapo. Alihudumu akasema, hasira kali. Wakati kuna watu ambao naomba hapo katika ulimwengu wao, anaona wanavyopiga vita kwa ajili ya kazi yake, lakini akaonyesha ghadhabu kali itakayokuja siku ya mwisho. Ninaposema ghadhabu, kila mmoja hapa atakuja kulikumbuka. Siku moja atakuja kusema, mchungaji wa Jubilee wakati amefika hapa, au wakati umeondolewa ulikwenda ukutengeneza vizuri. Mimi itaniuma tu nikiona mtu simuone kule mbinguni. Mimi natamani kuanzwa kule mbinguni watu wote tuliokuwa hapo kaya, hapa mama mchungaji kaa pale, lakini nafika kule tu, mama mchungaji simuoni tu, eh? Namuuliza Yesu, yuko wapi eh? Itakuwaje siku simuone mama mchungaji, nawambia iwezekana. Aleluya, nafika kule mbinguni simuoni mzee wa kanisa Isaya, simuoni, natafuta hadi jo, kila mahali natafuta, nasema Yesu ngoja kwanza nitafute huyu yuko wapi. Maana ni kwa pamoja nani? Yesu na mimi njoo kwa. Ange hilo mtu wako. Unawezaje kwamba alikuwa pamoja na wewe duniani, alikuwa ni mnafiki. Ngoja nikuonyeshe matendo yake. Atayaweka juu. Atasema umeona jikona. Alikuwa anakuja kanisani, lakini matendo yake naona njia zake unaziona. Tadia machozi nitapiga magoti na alia na bubuchi. Kwamba kuomba kuote kule na kusimama pamoja naye.

Kwa hiyo lazima tuhakikishe vifungo vinakatika. Vikikatika tutaulizi ufalme na mafanikio yatakuja, kila kitu utakachokifanya kitafanikiwa kwa jina la Yesu. Na mimi nataka ni, ni kuambia mpeda wa mungu Yesu.